Uh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jina anaitwa mhubiri Ombeni, siku ya leo tunaenda kusikia ushuhuda wangu namna nilivyokutana na Yesu na namna alivyoniokoa kwenye majanga mbalimbali. Bila kupoteza muda tena, tukausikie nyimbo hii kwa ufupi, alafu tutaendelea na ushuhuda wa Mungu. Awabariki, wabariki, umenitoa mbali Yesu. Amina Nakumbuka zile dhambi mimi dhambi mimi nilizo tenda e, na Nakumbuka zile pombe pombe ni lizokunywa e, Nakumbuka zile pombe mimi pombe mimi amenitoa, Amenitoa kunywa amenitoa mbali, mbali amba kwenye maisha ya kila mtu kuna eneo ambalo Bwana akamtoa. Kila mtu ana eneo ambalo, kuna kona ambayo Yesu amemtorea. Sasa kona ambayo mimi alinitorea ni hii hapa. Kwanza mimi ni mtoto ambaye nimekulia kwenye dini ya Pentekosti, wakati huo Aa, nakumbuka mama aliokoka mwaka elfu mbili ile Bonke aliyotokea alipokuwa amekuja Mbeya kufanya mkutano pale, na alipozuia mvua isinyeshe pale Mbeya. Nadhani watu ambao mlikuepo miaka hiyo mnajua ilikuwa mwaka gani, kama mwaka elfu mbili Lakini wakati huo ni mdogo sana, nilikuwa na miaka kama, kama sikosei saba Nimezaliwa 92 mwezi wa 12 tarehe 25. Kwa hiyo ilikuwa na miaka kama saba saba ya yeah. Kwa hiyo wakati ule ndio mama yangu alipookoka. Kwa hiyo nasi tumekulia Sunday school, lakini tulipokulia Sunday school tulikuwa kuna vitu nadhani tulikuwa bado hatuja hatuja hatuja ongozo sara ya tauba na nini ya, lakini wakati huo nakumbuka kama kuna mchawi akiingia ndani kwetu nilikuwa namuona, na kuna siku fulani niliona mkono wa shetani kabisa kichukua pumzi ya mtu pale ndani ambapo tulikuwa tumelala, ulimshika eneo la puani. Sasa kuna watu waliokuja, walikuwa nasema ile alikuwa anachukua pumzi ya huyo mtu. Sasa iko vipi? Nimekulia kwenye mazingira hayo ya dini. Aa, wakati ukiwa Mbeya wakati huo baba yangu walikuwa yuko Chunya mjini, sisi tulikuwa Mbeya mjini, kwa sababu Mbeya mjini na penye pana nyumba ya baba yangu pale Mbeya. Kuna sehemu fulani panaitwa Sinde pale pale mjini, maeneo ya Mwanjiro Mwanjiro. Pale sio mbali sana, ni kama unavuka vituo viwili, unakumefika Sinde, na kama unaelekea soko Matola, ni mjini pale pale. Kwa hiyo nilipofika mwaka 2006 nakumbuka na wakati niko darasa la la sita usiku, nikiwa nimelala, nikaona kuna mkono unanipiga eneo la ubavu, alafu nikasikia sauti naniita Ombeni. Nilipoyamka chumba nilikuwa nimezima taa, lakini nikashangaa kuna nuru ambayo ilikuwa inaangaza chumba kizima, na nilipomwangalia mtu ambaye alikuwa ananiita ni kwamba eneo la chini alikuwa naonekana, lakini eneo la juu kuanzia kwenye kifua yani, kuanzia kwenye shingo, yaani eneo la uso wake lilikuwa lina nuru moja ambayo, ukiangalia, kuna miali ya mwanga yani miali, kwa sababu ule uso wake sikuona vizuri kwa kweli, ulikuwa umefichwa kwenye mionzi ya mianga myeupe yenye kung'aa. Basi akawa ameniita pale, akaniambia, unataka kumtoa shetani? Nikamjibu ndio. Akaniambia, tumie jina la Yesu. Nakumbuka kuanzia pale aliponiambia, alikuwa amenishika kwenye moyo, eneo la kwenye moyo, akaniambia tumie jina la Yesu. Nikawa nikisema kwa jina la Yesu, nilikuwa naona kabisa moto, yani pale pale, nilikuwa yani geuzo kwenye maono, nikawa naona moto unatoka kwenye mikono yangu, unaenda unavaa eneo ambalo mimi nimelipoint kwamba kwa jina la Yesu, moto unatoka kwenye mikono, moto kabisa na unatoka moto, yani moto unatoka unamfuata lile eneo. Kwa mfano shetani kama kakaa kwenye shamba fulani, nikisema kwa jina la Yesu, kuna moto unatoka kwenye mikono unaenda eneo, kwa mfano kama kakaa shambani, basi shamba lote litavamiwa na moto. Kwa hiyo kulipo kucha, nikamwelekeza mama, nilipomwelekeza mama, mamangu, kwa sababu alikuwa ameshaokoka kabisa na amesimama, na wakati huo tulikuwa tumetoka kwenye e, Pentekosti, kwa sababu kwa pale Chunya tulipokuwa tumehamia tulikuwa, tuna, tulikuwa tunakaa kanisa karibu na kanisa la EAGT. Wakati huo mchungaji ambaye alikuwa analisimamia wakati huo kanisa la Chunya mjini alikuwa ni Boniface Mwangomo, Pastor Boniface Mwangomo. Kwa kulipokucha mimi nikamfuata mama nikamwelekeza, akaniambia kwamba anaenda kwa mchungaji akakongoza sala ya toba nikaenda nikaongozwa sala ya toba. Kimbembe kikaja usiku, niliporudi niliporudi toka shule usiku, usiku moja nakumbuka nimepiga magoti nimwombe Mungu, nilipokuwa nimepiga magoti nimwombe Mungu, ile tunasema Baba mbinguni na nini, nilipigwa na nguvu za Mungu za ajabu ambazo zilikuwa kama shoti ya umeme. Sasa mimi nikafumbua macho nikasema hapo kitandani nimetandika mimi, kuna mtu katega umeme. Nikawa nimefungua macho, natafuta waya, labda kuna mtu amenitegea waya hapa chumbani ya umeme. Sikuiona ile waya, nikaendelea kutafuta, lakini bado nikawa na mashaka hii, hii shoti imetokea wapi? Funua funua mashuka pale, sikuona kitu. Nikapiga tena magoti kasebu, ngoja niombe tena. Nilivoomba nilivamiwa tena na nguvu za Mungu za ajabu mka, yani zilinivamia mwili mzima ah. Nikaona hapa ndakufa sasa. Nikatoka pale, nikakimbilia jikoni kwa mama alikokuwa anapika wakati ulikuwa mida saa mbili jioni. Nikakimbilia kwa mama alikokuwa anapika. Nikamwelekeza, mama kaniambia we mpumbavu. Mimi hiyo nguvu naitafuta katika maisha yangu yote sijawahi iona. Wewe umeokoka juu juzi tu. Leo naipata nguvu kama wewe unaanza kukimbia unakimbia nini? Eh, mika sasa kama ni Mungu mwenyewe yuko hivi Ah, nisije nikafa jamani. Nguvu gani ambayo nimeipata leo? Hapana, siombi tena. Kwa hiyo nikaacha kuomba, nikaendelea kulala hivyo hivyo kwa sababu ya kuogopa zile nguvu zilizokuwa zimenivamia. Sasa katika maisha ya utumishi nikaanza kuhubiri shuleni na nini, lakini lengo ni kuambia namna Yesu alivyoniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisieleze historia kwa urefu sana, itakuwa haina maana. Eh, twende kwenye pointi shuhuda ambazo Yesu aliniokoa. Ah, ushuhuda wa pili nakumbuka Yesu aliniokoa kupitia kifo. Ah, nilikuwa nimetoka shule, nilikosana mwanafunzi mwenzangu, alipeleka malalamiko kwa baba yangu mzazi kwamba ombeni nimetokea hivi na hivi na hivi, niliogopa sana siku hiyo. Niliogopa sana kurudi nyumbani kwa sababu baba yangu alikuwa mkali sana. Na mimi nilikuwa naogopa sana na mwogopa sana baba yangu. Nijikuta siendi nyumbani, nikaenda eneo moja la uwanja ambalo, um, si sasa hivi wamejenga shule inaitwa Itewe pale Chunya mjini, pale Chunya mjini kuna shule sekondari wamejenga inaitwa Itewe. Wakati huo kulikuwa kuna uwanja walikuwa wanatumia wa mpira, tunaitwa uwanja wa Saba Saba, ulikuwa kama kuna pori fulani wakati huo, kwa mwaka 2006. Basi nikakaa pale uwanjani, nikafikiria mbona maisha yananiendea hivyo? Wakati huo nimetoka kupigika maiki kaina fulani, japokuwa nasoma kuna hali fulani nilikuwa naipitia. Basi nika ah, maisha yanakuwa hivi. Niendelee kuishi hivi nateseka na nini? Eh, ngoja nichukue tu maamuzi. Nikachukua chupa ya Pepsi, nikatwanga vyupa, nikanywa. Nakumbuka nilikaa pale chini niko na subiri nife. Nimekaa muda mrefu bado tokea kufa. Nilikaa muda mrefu bado, niko najiuliza kwa nini tumbo liumi? Kwa nini nakuwa hivi? Kwa nini nakuwa hivi? Kaa najiuliza maswali. Nainuka na banabana tumbo. Kumbuka nimekunywa vyupa vya Pepsi. Nikakuta bado tumbo aliumi, asijisikia maumivu yoyote, ikabidi niende nyumbani. Nilipoenda nyumbani nakumbuka nilienda sebuleni nikakaa nikisubiri baba aje aanze kunifokea pale, na eiza anipige na kunipige. Nilipokuwa naendelea kukaa nikajisikia kwenda uani. Nilipoenda uani katika kujisaidia, nikajisaidia nakumbuka nijisaidia mifupa na damu. Sasa nikasema hivi, labda ni vipupa, lakini nikibana hivi tumbo aliumi. Nikajiuliza kwa nini aliumi Kusi, mwenzio umetoka hivi na hivi na hivi. Nikamwelekeza baba, akasema, basi bana wewe angalia jinsi ya kumrudishia Bwana. Yesu asifiwe sana. Hoy, okay, ushuhuda wangu wa pili nakumbuka, pia nikakutana maisha magumu kata tamaa, nikaenda kunua. Nakumbuka nilienda duka la madawa nikamuuliza nesi yule daktari aliyekuwepo kwenye lile lile lile duka la madawa nikamuuliza, nikamwambia hivi dawa ambayo ina nguvu ya kuweza kumuua mwanadamu ni ipi? Akanambia dawa zilizokuwa na nguvu sana ni kwinini, ambazo ukinywa bila kula unakufa vidonge viwili tu, ukinywa bila kula unaweza ukafa. Nikamwambia naomba nusu lozi. Akamwambia naenda kumpa na nikamwambia, kuna mgonjwa ambaye naenda kumpa. Akasema sawa. Akaniandikia pale anyo viwili, lakini ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi wakati huo nilikuwa sijala, kwa sababu kuna hali fulani nilikuwa naipitia huko kwa Chunya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naipitia hiyo hali. Basi nikawa nimetoka pale duka la madawa, nikaenda sehemu fulani palepale karibu na nyumbani, nikakaa Nilipokuwa nimekaa nikachukua vile vidonge, vilikuwa kumi na tatu nikaviminya nikaviminya nikavitoa vyote nikanywa, sikula. Kumbuka, sikula, na dokta kasema mtu akinywa vidonge viwili bila kula anakufa. Na mimi wakati huo nilikunywa vidonge nusu dozi kumi na tatu na wakati huo sikula kuanzia usiku asubuhi. Vile vidonge nilikunywa kama saa nane mchana. Basi nilivyokunywa nikakaa lile eneo nekuta amna kitu, ka amna kitu, jigeuza amna kitu, jigeuza amna kitu, fanya hivi amna kitu. Ah, hii hali vipi tena, hii hali inatokana. Nikaanza kujiuliza pale, vipi tena hii hali vipi? Jigeuza hivi amna kitu, fanya hivi amna kitu, fanya hivi amna kitu, labda nisubiri sasa. Ikaja ishu kwenye kujikuna, iliniwasha eneo la mkono. Nakumbuka nilikuwa nikijikuna mkononi, sauti inakuwa nasikika, utafikiri nimevaa earphone inasikika mpaka kichwani, kunalia kwa kwa kwa, nikijikuna sauti nasikika mpaka kichwani nalia kwa kwa. Eh, nikasema huku ndo huku ndo kufa kwenyewe huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, nikasema lakini mbona bado sioni, vitu viko tofauti, naona magari yanapita hapo hapo, mtu akipita akinisalimia namsikia, yani vitu vyote vina. Kwa nini aitokee hii hali? Nikatoka nikaenda kulala. Nilipokuwa nimelala nyumbani Mama kama amekuja pale sebuleni nilipokuwa nimelala akaniamsha. Aliponiamsha akakuta siamki. Aliponiamsha akakuta nimelegea legea fulani. Akaanza kuniuliza wewe umekula? Akaambia umefanya nini? Umefanya nini hapa? Akaanza kusearch kwenye kwenye lile koti ambalo nilikuwa nimevaa. Akakuta kuna vidonge vipi ambavyo vimetolewa. Kuja kuniangalia akasema wewe umekunywa hivi vidonge wewe. Akaanza kulia pale. Kuagiza maziwa kumbe vidonge vyenyewe nimekunywa maziwa. Masaa mawili yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaagiza maziwa, kanywesha, cha ajabu sikutapika bado, nikijikuna mwili wote unalia kwa, kwa, kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndo Mungu alivyoniokoa kwenye hivyo vifo viwili. Kifo cha tatu nakumbuka nilikuwa Mbeya mjini mwaka elfu mbili na kumi na tano kumi na tano. Mbeya mjini wakati ule tulikuwa tumehamia Chunya, kumbuka tumeishi Mbeya, tukamia Chunya nikaendelea na masomo, lakini hapa nikaja Mbeya pale nyumbani, vikaanza vita kati yangu na shangazi, yani vile vita ambavyo vilikuwa kwa babangu mzazi vikahamia kwa shangazi. Bwana Yesu asifiwe sana, unatukanwa msukule tukanwa, yani unatukanwa mpaka mpaka yani. Okay, sieleze sana hapo sana kulingana na hali ngumu niliyopitia hapo, nikajikuta tena nakata tamaa ya kuishi. Nikaingia jikoni nikatega katega kitanzi sana, nilivyotega kitanzi nikafunga juu nikafunga na kwenye eneo la kuingizia kichwa, nikabana kichwa, nikatega stuli ndefu tu, nikapiga stuli kwanza, kabla sijapiga stuli teke nikaomba maombi haya, nikasema baba Naomba roho yangu ipokee huko ninakokuja. Nikasema ame. Nikapiga stuli chini. Nilipopiga stuli chini, cha kushangaza sekunde kama ya tano, yani ki maumivu ya kitanzi sikuyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuyaona nilipopiga stuli chini, nilipopiga stuli chini Ghafla wakati naendelea kuelea nikakuta kuna nguvu ambazo zilikuwa zinanipiga chini ya unyayo. Zile nguvu zilikuwa ni kama ganzi zinapiga, alafu zinaanza kupanda taratibu kwenye mwili wangu, alafu kama kuna fim, yaani kama kuna radi fulani ambazo zilikuwa zinanichapa kwenye mwili mzima, alafu ghafla nikashangaa ile nguvu ilivyokuwa inatembea mdogo mdogo, inapanda inapanda inapanda inapanda inapanda inapanda, ilipofika mpaka kichwani, manake ilikuwa inatembea mwili mzima. Nikashangaa pale kwenye kitanzi ninaelea, yani nipo hewani, ninaelea. Kitanzi kina nguvu, mimi niko elewa hewani, ninaelea. Nikaanza kujiuliza haya mambo yanakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo yanakuaje? Yanaendaje haya mambo ya, niliendelea kujiuliza pale, niko kwenye kitanzi, yani najiuliza, yani niko ninaelea juu. Bwana Yesu asifiwe. Yani kama kuna ushuhuda wote ambao unaelezea kwamba Yesu alitembea juu ya maji, mtu wa kwanza wa kuamini ninakuwa mimi, kwa sababu mimi yani sikushuhudia mtu, mimi nilielea hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nikaanza kujiuliza nini kinatokea? Imekuwaje? Imekuwaje na kuwa hivi? Bwana Yesu asifiwe sana, inakuwaje? Ghafla nikapoteza fahamu. Nilipopoteza fahamu kapita kama muda fulani nikajikuta niko chini, kitanzi kiko vile vile kimejifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, nitoke hapo. Nitoke hapo. Kuna kipindi fulani ilikuwa mwezi wa ngapi? Wakati niko Mbeya pale pale mjini Pate, nasoma chuo cha Veta, nilitokewa na shetani mwenyewe kabisa. Aliniambia kwamba nimekuja kukuua, nimekuja kukuua. Akanikamata eneo ambalo nimekuwa nimekaa. Alivyonikamata akaanza kuniminya, alikuwa nataka chomwero uh, chomero. nikaanza kupambana naye pale, nikaanza kupambana naye. unajua mtu ambaye una nguvu za rohoni Unaweza hata shetani akakukamata uko kupambana naye, kupambana naye, uko unamuona kabisa mchawi na unaona kupambana naye kabisa, unaona kabisa unapambana una naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niendelea kupambana naye pale, cha ajabu nikachukua kisu hiki ambacho nakitumia, nilimchana. Nilipomchana ngozi yake haikupasuka. Nilipoendelea kumchana haikupasuka. Nilipoanza kulia, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna si kisu nilikiona kinatokea juu, kinashuka chini. Nilipokikamata kile kisu nilipo mchana alipasuka kupitia, yaani nilipitisha mkono wangu kwa sababu alikuwa amenikamata, nilipitishia mgongoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgongoni kwake nilimchana, kilimchana eneo lote la mgongo. Bwana Yesu asifiwe sana, kiasi kwamba aliniachia na kuanza kukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mpaka leo hii nimeuona mkono wa Mungu kupitia ah, Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yangu kwenye maisha yangu Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, nimekupa ushuhuda au, usinione ah, kwamba ni kijana wa ajabu hapana. Mimi ni kijana kama wewe, isipokuwa najua kuna namna Mungu ananipenda katika maisha yangu, na nataka nikwambie kwamba usikate tamaa katika maisha yako. Mungu yupo, Mungu yupo, hajalishi maombi yako yajibiwi, hajalishi unapita au unapitia vingapi kwenye maisha yako Yani wewe kufika mahali uwe mzima, jua hiyo hiyo ndiyo neema ya Kristo ambayo imekufanya uwe mzima. Usianze kujiuliza kwa nini naishi nini naishi, usianze kukata tamaa. Bwana Yesu asupua sana. Yani kuishi ukiwa ni mzima, huo ndio muujiza tosha. Uwa pesa siu magari, hiyo ni miujiza ya ziada. Muujiza muujiza kama muujiza wenyewe ni wewe kuwa mzima, kuwa hai huo ndio muujiza tosha kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo muujiza sio kila mtu anao, sio kila mtu ana uzima kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Nimechukua muda mrefu sana kukueleza ushuhuda. Mungu akubariki sana. naitombeni Mungu, na ah, Mungu akuinue sana, akubariki, akubariki sana. Shalom, shalom, tutakutana kwa wakati wa Bwana na majira ya Bwana. Amina, amina, amina. Uh, ushuda pati 2 utakuja hivi karibuni, Mungu awabariki.